Leo hii hapa tarehe 9 mwezi wa kumi na mbili mwaka 2025 Rhymes of Magic Attraction maarufu kama Roma Mkatoliki ametuma ujumbe kwenda kwa Watanzania akizingatia kwamba leo ndio siku mbayo baadhi ya wa Watanzania wamepanga na wameapa kuingia mtaani kwa ajili kuweza kuandamana maandamano ya amani ya kudai haki kupitia maandamano ya D9. Sasa Roma Mkatoliki ambaye yuko zake Marekani ameamua kujumba kutuma ujumbe mfupi huu hapa kwenda kwa Watanzania. Nataka nisome caption ya uh, kile ambacho alikuwa amekiandika. Sasa so, kwanza picha, ninaanza mshikaji alikuwa ameweka picha yake amesimama ya na ameinua mkono juu, pembeni kuna bendera ya Tanzania, alafu pembeni pia kuna kama mtu ameshikilia bango limeandikwa kwamba afande teremsha bunduki, alafu Roma Mkatoliki na mwenyewe kasimama hapo katikati, na ni picha ambayo ameipiga akiwa kule New York Marekani. Sasa kwenye picha hii pia kama amesindikiza na ngoma yake ambayo inajulikana kama afande teremsha bunduki, mmoja kati ya ngoma ambayo aliachia siku kadhaa kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29. Sasa hapa akasindikiza na caption pale chini akaandika hivi Tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na mbili ni birthday yangu, tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili ni birthday ya nchi. Mungu atusimamie tuka uh, tukazile hizi keki in the mighty name of Jesus. Tunaomba na kushukuru, kuandika kwa, pale chini amin inshallah na kuweka kama vyemoji fulani hivi vya kushukuru. Sasa hapa Roma anawakumbusha Tanzania kwamba tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na mbili huwa ni birthday yake e, anasherekea siku yake ya kuzaliwa, lakini anaamini kabisa kwamba leo tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili hii e, ni birthday ya nchi bana, si ndio? Tanzania ama ta, Tanzania bara huwa inasherekea um, uhuru ni siku ya uhuru ndio. Sasa kwa upande wake anaamini kabisa kwamba hizi keki mbili za birthday yake na birthday ya nchi ni keki ambazo nafaa kuliwa sasa. Amesema kwamba Mwenyezi Mungu atusimamie ili tukazile keki zote mbili, tuanze na keki ya taifa, kwa maana kwamba tusherekee uhuru wa taifa na kupitia pia maamuzi ambayo watanzania wanayofanya leo ya kwenda kupigania haki zao kiingia mtaani kwa upande wa Roma that is, lakini pia anaamini kwamba baada ya hapo pia kutakuwa kuna keki nyingine ya kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Ule ujumbe ambao Roma ameamua kuutuma kwenda kwa Watanzania ukizingatia kwamba leo ni siku ambayo hamna mtu ambaye anajua itakuwa ni siku ya aina gani, kutokana na kwamba kuna baadhi ya Watanzania ambao wanasupport swala zima la maandamano, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao hawasupport kabisa maandamano. Serikali kwa imetangaza kwamba leo kwa kuwa ni public holiday ama siku ya mapumziko, kila mtanzania anahitaji kutulia nyumbani, lakini kama una udharura na ulazima wa kutoka nje, hakikisha kwamba unabeba documents ambazo zinakutambulisha kama mtanzania kwa maana ya vitambulisho na vitu vingine kama hivyo lakini pia ume, serikali pia ikawa imetoa maelekezo kwamba pesa ambazo zilikuwa zinahitajika kwa ajili ya kuweza kufanya sherehe za uhuru siku ya leo hazita kuwepo kwa ajili ya kufanya sherehe hizo, badala yake pesa hizo zitaelekezwa katika kurekebisha miundo mbinu ambayo iliharibiwa na uandamanaji wa Oktoba 29. Sasa ndio kitu ambacho kinakwenda ku happen leo hii hapa, na kila moja yuko standby kwa ajili ya kuweza kujua nini ambacho kinakwenda kufanyika. Lakini kwa ufupi tu, huo ndio ujumbe ambao Roma Mkatoliki ameamua kuutuma kwa ajili ya mashabiki zake na pia kwa ajili ya wafuatiliaji wake. stick around